Wow. Mzee wetu marehemu alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu vilevile, lakini amekuwa ni mtu maarufu kwa maana ya kuwa mzee mshauri lakini muhimili wa chama kwenye mambo mengi, kwa hiyo chama kimepata pengo kubwa la mshauri. Na kweli nilienda nilimwona, nachoshukuru pamoja kwamba alikuwa hoi sana, alifumbua macho lakini hakuweza kwa anatambua chochote. Mimi mzee huyu ni mzee wangu sana. Mzee aliwahi kumwambia msaidizi wake pale, mmoja mwanaye Mpigie kaja. Anasema hiki chacha kapo. Hebu kapigie kaje. Ilikuwa kama saa hizi na mimi nikakimbia nikaenda. Anasema mimi nimekuitia kahawa tu. Wewe kaa hapa tunywe kahawa. <laughs> Nikakaa tukanywa kahawa. Huyo ndiye alikuwa mzee. Mzee wetu mzee naso. Mungu amrehemu lakini tuendelee kumwombea. Mimi ninakumbuka eh, nilipata uteuzi wa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza nikitokea hapa Tabora nikiwa mkuu wa wilaya ya Urambo. Lakini siku nimepata uteuzi ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nilikuja kufuturu na mzee hapa nyumbani, na niliombea dua nyingi sana, na siku hiyo hiyo nikapata uteuzi wa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara. Kwa hiyo ninatoa salamu nyingi kwa familia, kwa ndugu yetu Mohamed lakini pia niungane na wengine wote, lakini kubwa ambalo namkumbuka nalo, alitoa sadaka. Mwenyezi Mungu anatuambia hivi, msinijaribu kwa jambo lolote lile, nijaribuni kwa kutoa sadaka. Akilima mahindi anatoa sadaka, akilima tikiti anatoa sadaka sana. Akifuga anatoa sadaka mihogo, kila kitu anatoa sadaka. Watu wasiokuwa na nauli wakienda pale wakimlilia wanaambia mpandishe, mpeleke Dar es Salaam, mpeleke Kigoma, mpeleke anakokwenda naiambia familia, nawaambia wanatabora, sadaka ina nafasi yake katika maisha. Ni mtu aliyejitoa sana. Mtu akifiwa huyu mzee tunamkimbilia, tunakwenda tunatoa mabasi tunakwenda kumzika mtu wetu. Kuna harusi tunamkimbilia huyu mzee. Ni mtu ambaye alijitoa kwa watu hapa duniani. Ukiondoka duniani haimsumbui Mungu sana, lakini kuna kitu ambacho kinamsumbua Mungu sana, ni kwamba kama umeishi hapa duniani, hukutekeleza kusudi la Mungu la kukuweka hapa duniani. Mungu na malaika na roho Mtakatifu wote wanasikitika, wanasikitika. Ujapata kuona ni maoni yangu mimi, nikiwa kama mkuu wa mkoa wa Tabora hapa. Wakati huo baba huyu alisimama katika nafasi yake na alikuwa ni kifaa katika mkoa huu. Naamini kwamba huyu baba aliishi na alitekeleza kusudi la Mungu la kumweka hapa duniani. Wanafamilia tunawaachia hapa heshima kubwa sana iliyojengwa na baba huyu. Wakitaka kumwenzi baba huyu, wafanye kama baba yao alivyokuwa anafanya. Mwenyezi Mungu amjalie eh, safari yake wenye pesi, amjalie kaburi lake liwe sehemu ya bustani ya peponi na isiwe sehemu ya mashimo moto. Na sisi tujalie mwisho mwema, na familia ya jalie moyo subira katika kipindi hiki kigumu. Ndugu zangu mimi nimepewa nafasi ndogo tu ya kutoa shukurani kwa niaba ya familia. Nataka nisimame mbele yenu kwa heshima na taadhima kutoa shukurani za dhati kwa niaba ya familia ya Mzee Nasoro, kwa niaba ya familia ya Mzee Hamdani, lakini kwa niaba ya jumuia ya Istikama kwa sababu Mzee Nasoro ni mwanajumuia hiyo na aliwahi kuwa kiongozi wa kitaifa. Tunatoa shukurani nyingi, za saa, nyingi sana za dhati kutoka ndani ya nyoyo zetu. Itoshe kusema nimetambua uwepo wenu, nimeuthamini na kwa hakika nimefarijika sana.